E, bwana mambo vipi? Bila shaka mzima. Jina langu ni Lupo Ntondo liku. Karibu sana leo katika chaneli yetu ya Sauti ya Fursa. Leo hii nataka nikuelekeze kitu kimoja. Unajua, katika fani ya utangazaji, uh, ni kama aina fulani ya sanaa hivi ambayo hutumika pale. Uh, kuna, kuna kuna mambo matatu tofauti nataka nikuelekeze leo, ambayo itakuwa ni kama faida kwako. Kuna kutangaza, kuna kupayuka alafu kuna kupiga kelele. Uh, kila mtu anaweza kupayuka kila mtu anaweza kupiga kelele, lakini pia kila mtu anaweza kutangaza, lakini si watu wote, kwa maana ambao wale wamepata mafunzo na wameelekezwa wanaweza wakatangaza. Kwa hivyo wengi ambao hawajapata mafunzo wanaishia kwenye kupayuka na kupiga kelele. Sasa nataka ni kuonyesha tofauti ya hivi vitu vitatu, kwa maana jambo la kwanza, kuna kupiga kelele, mtu anachukua mike unaanza hey, mambo Yani unapayuka, hauongei katika lafdhi ya kitangazaji ama ile toni ya kitangazaji. Kwa mtu anapotangaza kunakuwa na toni maalum, hata sauti yake unaona ina change kidogo. Lakini kupayuka, uh, ni unaona maneno, kuna wakati kama ana paraza, unaona kama vile hauko comfortable katika kuzungumza, unaona maneno huyatamki vizuri. Uh, sio kwamba ara na elo, ila lile lile neno kama vile kuna mgongano fulani Eh uh, kwa mfano mtu ameamka sasa asubuhi, kimwambia atangaze. Mara nyingi hali mtokea mara kwa mara, na kama anasoma kitu kama habari, utaona mara nyingi anapata na shida sana. Kwa hiyo hii ni kupayuka. Tatu ni kutangaza. Kwa mfano mtu mtu anapozungumza neno bwana, bwana mambo mambo vipi vipi, amezungumza tu, lakini mtu, mtangazaji anasema. Kwa hiyo unaweza ukawa na tofauti fulani. Kwa hivyo hiyo ndio tofauti ya kutangaza, kupayuka na kupiga kelele. Watangazaji wengi wanapiga kelele ila hawatangazi, na hii ni changamoto ya kukosekana kwa mafunzo mazuri. Unakuta mtu anatangaza kama anagombana na mtu studio, e bana, mambo vipi bae! Yani zinakuwa ni kelele badala ya utangazaji. Ukisikiliza vyombo vikubwa, unaweza kuona utofauti kati ya hiki ninachokwambia. Sikiliza vyombo vya kimataifa, utaona watu wanatangaza badala yake, hawapigi kelele. Kwa hivyo huo ndio utofauti. Habari gani, mpenzi Mtanzania, karibu sana katika Redio Maarifa, moja kwa moja kutoka hapa Tanga nchini Tanzania. Kwao unaweza ukapata ile picha ya utangazaji na tofauti na hivyo vitu vitatu vingine ambavyo nimekueleza. bye bye.